Hello guys, welcome back to my channel. Siku ya leo tutauzungumzia ni nani anaweza kujifungua kwa njia ya kawaida baada ya kujifungua kwa cesarean. Na hii njia inaitwa VBAC, kwamba ni vaginal birth delivery after cesarean section. Ah, kuna criteria ambazo unatakiwa uwe nazo ili uweze kujifungua kwa njia ya kawaida. Kabla hatujaendelea, nani anaweza kujifungua, nani hawezi, na kuomba usubscribe hapo kama wewe ni mpya kwenye channel yangu na pia ulike this video. Na pia kama una maswali personal, unaweza kucheki namba yangu hii hapo, na tuta join kwenye group. From group unaweza kuuliza maswali DM personal mimi na mimi mime, wewe na mimi, na kama yatahitaji ufafanuzi zaidi naweza nikakupigia, sio ni shilingi 10000 cheki hiyo namba hapo, utapata maelekezo okay. Tuendelee VBAC. VBAC ni nini? Ni njia ambayo au ah, ni aina uzazi ambao mwanamke anaupata baada ya kujifungua kwa operation au Caesar. Huyu mwanamke anajifungua sasa kwa njia ya kawaida. Ni nani anaweza kujifungua njia hii? Ni criteria hizi zifuatazo. Kama una fit hapo, ndio unaweza kujifungua kwa njia ya kawaida. Kitu cha kwanza, huwa umeshawahi kujifungua kwa njia ya kawaida hapo mwanzo kabla ya Caesar. Yani tunajua kwamba hauna issues zozote kwenye nyonga yako ama njia yako ya uzazi ambazo zilisababisha wewe ukashindwa kujifungua kwa kawaida. Kwa hiyo tukijua kwamba usha kujifungua kwa njia ya kawaida, wewe unaweza ukajaribu kujifungua tena kwa njia ya kawaida baada ya siza. Ila pia kama umejifungua miezi kumi na nane yani mwaka mmoja na nusu hadi miaka miwili baada ya siza yako ya mwisho unaweza kujaribu kujifungua kwa kawaida na kama umejifungua ulifanyiwa siza lakini siza yenyewe ni ya mlalo, ile umekatwa hivi tumbo la chini hivi, badala ya ile ya kusimama, pia wewe unaweza ukajaribu kujifungua kwa njia ya kawaida. Na kama wewe una operation za siza zisizo zidi mbili, ina maana kama una siza mbili kushuka chini, ina maana mbili au moja, wewe unaweza kujaribu kujifungua kwa njia ya kawaida. Hao watu wenye hizo criteria au kama unafiti criteria zote nne na of course zinategemeana yani. Wewe ndio unaweza kujifungua kwa njia ya kawaida. Na nani ambaye hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida? Ya kwanza ni mwanamke ambaye hajawahi kujifungua, kujifungua, kujifungua kwa njia ya kawaida. Huwezi kujifungua sasa hivi mimba ambayo unayo huwezi kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kuna medical reason behind kwamba kwa nini hujawai kujifungua kwa njia ya kawaida ambayo inafanya tangu mimba ya kwanza hadi ulionayo sasa hizi unafanyiwa siza. Mwanamke um, mwingine ambaye hawezi kufanyiwa jaribio au trial ya kujifungua kwa njia ya kawaida ni mwanamke ambaye kovu lake lina umri chini ya mwaka mmoja na nusu, kwao chini ya boga, tunaita ni premature ni premature scar ambayo ina hati hati au ina hatari kubwa sana ya kuchanika. Mtu mwingine ni yule ambaye amefanyiwa siza zile za kusimama, ana operation ya kusimama au operation yoyote kubwa hata kama haikuwa siza kupitia operation yoyote ya tumbo labda walitoa uvimbe, walitoa ectopic pregnancy, walitoa kitu gani, operation kubwa ya tumbo ambayo imefanywa kwa kusimama sio ile operation ya mlalo. Huyu mtu pia naye hataweza kujifungua kwa njia kawaida. Mtu mwingine ni ambaye amekuja na mtoto ametanguliza matako, lakini pia ana, ana ska, au ana amejifungua kwa siza mimba zilizopita. Huyu mtu hataweza kujifungua kwa njia. Na pia hautaweza kujifungua kwa njia kawaida kama, kama una ska zaidi ya mbili, yaani kama una ska kuanzia tatu, yaani umeshafanyiwa siza mara tatu hautakuja kuweza kujifungua kwa njia ya kawaida tena, sio kwenye uangalizi wa manesi na madaktari. Labda kama umeamua ku take risk na kujifungua peke yako kule nyumbani, lakini hospitali hamna mtu anaweza kuruhusu ama kukuachilia bila uangalizi kujifungua njia ya kawaida. Kwanza mnajua, mtu akiwa na siza atoshauri uchungu kukute nyumbani. Wewe umefika temu, ididi yako pale kwenye kadi imeandikwa tarehe yako makadirio, unatakiwa uende hospitali, mpange na daktari na mkunga wako kwamba unajifungua kwa njia ipi na lini, ama unafanyiwa operation baada ya siza. Ni mwanamke ambaye alishawahi kupata uterine rupture, au kizazi kilishawahi kuchanika ukiwa tuna hiyo history, na msisahau kusema clear unapofika hospitali, waambie kabisa clinic waandike pale, ili uwe safe, hawataweza kuuazishia nini ataweza uh, kukuacha ujifungua kwa kawaida, kwa sababu kuna riski kubwa ya uchungu kupasua pale kovu lile ambapo ulipasuka mara ya kwanza, na sehemu nyingine ama kitu kingine ambacho kinaweza kufanya ushindwe kujifungua kwa kwa njia ya kawaida. Kama wewe ulishawahi kujifungua kwa siza na uko sehemu ambayo haina theater, kwa mfano, umepata uchungu uh, uchungu umeanza umeenda kwenye hospitali, hata kama ukiwa umeadvance, labda ufike pale kichwa hichi hapa watu watakuzalisha kwa sababu umeshafika hiyo stage, lakini kama bado uchungu ndo umeanza na unaendelea vizuri, bado atakupa referral kuenda sehemu ambayo ina theatre. In case chochote kimebadilika, hatari yoyote imetokea, upate msaada utakaokoa maisha yako na maisha ya mtoto wako. Hayo ndokua nimeandalia leo. Natumaini umejua ni nani anaweza kufanya kujifungua kwa njia ya kawaida baada ya siza, na umejua ni nani hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida baada ya siza. Kwa hiyo tuonane kwenye group namba yetu hii hapo chini. See you.